Najua utakuwa unafahamu mambo mengi sana kuhusiana na masuala ya uhifadhi pamoja na uanzishwaji wa jumuiya za uhifadhi wa wanyamapori nchini Tanzania. WMA Kiteto mkoani Manyara, WMA wamefanya mambo mengi sana. Nimekutana na wa Wamasai, kiukweli wana stori nyingi sana za kusisimua, za kufurahisha. Uhifadhi wa wanyamapori kwenye maeneo haya umewanufaisha kwa kiasi kikubwa sana Wamasai: ujenzi wa madarasa hospitali, vituo vya afya, maboresho ya mawasiliano. Vijiji kama Ndedo, Ngabolo na vingine vingi vimenufaika na kufanya maendeleo ya ujenzi wa miradi mikubwa. Kumekuwa na visa pia na ripoti nyingi kuhusu halmashauri hii kuhusiana na migogoro ya wakulima na wafugaji. Mpaka sasa imefikia wapi? Tutakutana na viongozi wa halmashauri hii watuambie Migogoro hii mpaka sasa imeshatafutiwa ufumbuzi wa kudumu kwa kiwango gani? Na je, jamii zinaishi kwa kutegemeana kwa kiwango gani? Mimi ni Abel Mponela, Clouds.